Mikasa za UDSM: Penzi la Octa. Episode mbili. Mitego ya chuo. Kuamka na fikra mpya siku ya pili chuoni, Octa aliamka mapema. Kitanda chake kilikuwa bado hakijazoea harufu ya chumba kipya. Aliendelea kutafakari jinsi maisha yalivyokuwa yamebadilika ghafla, kutoka mitaa ya Kigoma hadi moja ya vyuo bora Afrika Mashariki. Hakutaka kujisahau kwenye starehe za chuo, akajiambia, nimekuja hapa kwa malengo, sio kuingia kwenye mtego wa mapenzi na anasa. Lakini hakuwa anajua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa changamoto mpya. Kuingia darasani kwa mara ya kwanza kama mwanafunzi mpya. Siku ya kwanza darasani ilikuwa ya kipekee. Alipotembea kuelekea ukumbi wa mihadhara, aliwaona wanafunzi wengi wakijazana, kila mmoja na maisha yake tofauti. Alikaa nyuma kabisa akitaka kuepuka macho ya watu. lakini ghafla mtu mmoja akajitupa kwenye kiti pembeni yake. Yo, vipi bro, wewe ndio mgeni au? Okta akatazama pembeni na kuona kijana mwenye tabasamu pana na enerji ya hali ya juu. Yea, ni siku zangu za kwanza hapa, Okta alijibu. Basi karibu yudism, mimi naitwa Marcus. Kama unahitaji kitu chochote nipo hapa. Na huyu hapa ni Hassan. Hassan alikuwa mtulivu zaidi, mwenye mwonekano wa mtu asiongea sana, lakini macho yake yalionyesha alikuwa mjanja wa hali ya juu. Kwa muda mfupi, Okta alikuwa amepata washikaji wa kwanza chuoni. Mitego ya Cathrine. Baada ya mihadhara ya mchana, Okta alitembea kuelekea kafeteria. Wakati anakaribia aliona gari aina ya Mercedes Benz likisimama pembeni yake. Kioo cha gari kikashuka polepole pole, na sauti ya mwanamke ikatoka ndani: "Hei Octa, njoo tuongee kidogo." Alipogeuka alikutana na macho ya Cathrine, msichana wa kitajiri ambaye tayari alikuwa ameshampa macho siku ya kwanza. "Huna haraka sivyo?" Kath alisema kwa tabasamu lenye maana nyingi. Okta alijiuliza moyoni, huyu demu anataka nini na mimi? Lakini kwa akili yake ya barabarani alijua anapaswa kuwa makini. Aliingia ndani ya gari kwa tahadhari, akijua kwamba kila uamuzi una gharama yake. Angel naye anaingia kwenye picha wakati Okta yupo kwenye gari na Kath. Angel alikuwa amesimama mbali akitazama. Alitabasamu na kusema kwa sauti ya chini. Huyu jamaa hata hajui kuwa ameingia kwenye game kubwa. Ila tutacheza naye taratibu. Angel alikuwa na mipango yake tofauti. Hakutaka Okta kwa sababu ya mapenzi tu, bali aliona anaweza kumtumia kwa malengo ya muda mrefu. Baada ya muda mfupi alimtet ujumbe mfupi. Okta, naona unaingia kwenye mtego wa Kath. Ukipata muda, niongee nawe. Kuna vitu vya maana nataka tukuongelee. Okta aliposoma ule ujumbe, alihisi kuna jambo kubwa linakuja. Mwisho wa episode mbili. Sasa Okta ameanza kujihusisha na washikaji Marcus na Hassan, lakini pia ameingia kwenye rada za Kath na Angel. Je, ataweza kudhibiti maisha yake bila kupoteza malengo? Aisha yuko wapi kwenye hii swali? Mitego ya Kath na Angel itampeleka wapi? Episode 3 Loading.